Kuelekea sasa kule Rwanda. Makanisa na nyumba za ibada 600 zimefungwa kabisa nchini humo, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wa makanisa na nyumba za ibada. Moja ya kanuni mpya inasema ili mtu aruhusiwe kufungua kanisa au nyumba ya ibada atahitaji kukusanya sahihi elfu moja za watu kutoka eneo ambalo kanisa hilo litaendeshia huduma zake za kiroho. Maoni mseto yamezuka miongoni mwa waumini wa za na hata wadadisi mbalimbali mbali kuhusu uamuzi huo na athari zake. Kutoka Kigali mwandishi wetu Sylvanus Karemeru, ana maelezo zaidi. Kanuni hizi pia zinasema kwamba ili mtu aruhusiwe kufungua nyumba ya ibada au kanisa atatakiwa kulipa pesa milioni mbili faranga za Rwanda ambazo ni sawa na dola za Marekani elfu moja mia sita. Pia kwa mujibu wa kanuni hizi mpya mtu atakayefungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuwa na elimu ya ngazi ya chuo kikuu katika masomo ya theolojia au mafunzo ya dini lakini kama hilo halitoshi, nyumba ya ibada au kanisa itatakiwa kuonyesha mfumo mzima wa uongozi wake na wajibu wa kila mtu e, lakini pia kuonyesha jinsi mapato yanavyoingia kanisani zaidi. Lakini huyo atakayehitaji kufungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa pia kuonyesha ramani ya jengo la ibada, kuhakikisha ikiwa kweli na kidhi viwango vya kuitwa nyumba ya ibada au kanisa. Kanuni hizi zimetolewa na bodi ya taifa ya utawala ambayo kwa kawaida kuratibu utendaji kazi wa taasisi mbalimbali za utawala na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkurugenzi wake mkuu Dkt. Doris Uicheza Picar anasema baada ya uchunguzi uliofanywa na serikali kulionekana matatizo mengi kuhusu utendaji kazi wa makanisa na nyumba za ibada. Hata sasa inapozungumza, michango inaendelea na ujenzi wa hapa na pale makanisani unaendelea, lakini ngoja niwaulize, Hivi mnajuaje ikiwa kweli pesa mnayoitoa inakwenda kujenga kanisa hilo? Lakini tatizo jingine watu wanatoa sadaka kila siku na sadaka hii inapokelewa mikononi mwa watu, lakini huwezi kujua wala kuelewa ni wapi pesa hiyo inayotokana na sadaka inaishia katika mikono ya nani. Sisi tunahitaji makanisa yenye akaunti benki, kiasi kwamba mkipata pesa hiyo ipelekwe moja kwa moja benki kugira ngo tugire izo torero zifite konti muri banki. Hata hivyo uamuzi huu umezua minong'ono, baadhi wakidai kuwa uamuzi huu wa, wa serikali unanuia kudhoofisha shughuli za ibada, huku wengine wakionekana kuridhia uamuzi huo. Jane Zaninka na mchungaji Floribel Kabera ni waumini wa Kristo mjini Kigali. hizo zote ni changamoto ambazo kwa kweli sio rahisi kwa kila mtu mwenye nia ya kufungua kanisa kwamba ataweza kuyakidhi hayo mahitaji. Tunaamini kuwa Mungu hutoa hekima na akili kwa watumishi wake, lakini kwa sasa elimu ya dini ni muhimu. Kusoma siyo vibaya, maana hata Mungu anawapenda watu wenye akili e, kwiga wa bibi. Sheha Sinda iga ya Musa, mufti mkuu wa Rwanda, anasema huenda sasa kanuni mpya zikapunguza kasi ya kufungua makanisa au nyumba mpya za ibada. Kama mtu atafungua kanisa au nyumba ya ibada na akatakiwa kuwa na sahihi za watu elfu moja. Maana yake ni ushahidi kuwa ama kanisa hili linahitajika katika eneo hilo au la. abakiyoboka bahari. miezi miwili iliyopita rais Paul Kagame wa Rwanda akizungumza bungeni aliwaomba wabunge kutathimini na kuona sheria zinashughulikiaje tatizo hilo. alikubundi izo nsengero, hayo makanisa au nyumba za ibada na viongozi wake, kwa kawaida wana sheria zinazopaswa kuratibu shughuli zao. Lakini imekuwaje hadi tufike hapa? Shughuli za kufunga makanisa na nyumba za ibada zilianza mwezi wa nane mwaka uliopita. Sasa, wakati kanuni hizi mpya zikitangazwa, makanisa na nyumba za ibada mia sita zimetajwa kufutwa kabisa. Silvano Scaramella, DW, Kigali.